Jeshi la Ukraine limeripoti shambulizi kubwa la usiku kucha kutoka kwa Urusi, ambapo drones 112 na makombora mawili yalirushwa kuelekea maeneo mbalimbali nchini humo. Kwa mujibu wa jeshi hilo, drones 68 zilidunguliwa na jeshi la anga la Ukraine, huku zingine 43 zikianguka bila kusababisha madhara makubwa. Makombora hayo mawili yalirushwa kutoka sehemu tofauti, moja kutoka Voronez, Urusi, na lingine kutoka Crimea inayokaliwa kimabavu na Urusi. Shambulizi la kombora la Urusi kwenye hoteli mjini Krivri limeua watu wanne, kulingana na mkuu wa utawala mkoa huo. Mashambulizi hayo pia yamesababisha uharibifu mkubwa kwenye majengo ya makazi na maduka, na hivyo kuzidisha hali ya mgogoro wa kibinadamu katika mji huo. Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky amethibitisha kuwa watu wanaojitolea kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kutoka Marekani na Uingereza walikuwa katika hoteli wakati wa shambulizi akiandika kwenye Telegram Zelensky alieleza juhudi za uokoaji makombora ya ballistic yalipiga hoteli ya kawaida kabla tu ya shambulizi wafanyakazi wa kujitolea kutoka shirika la misaada raia wa Ukraine Marekani na Uingereza walikuwa wameingia hotelini walinusurika kwa sababu walifanikiwa kushuka kutoka vyumbani mwao kwa wakati lakini kwa bahati mbaya watu wanne waliuawa katika shambulizi hilo Zelenski aliongeza kuwa zaidi ya watu 30 walijeruhiwa, na juhudi za uokoaji zilidumu usiku mzima. Shambulizi hili limeharibu miundombinu mingi ya kiraia karibu na hoteli. Waokoaji bado wanaendelea na shughuli za uokoaji. Hatuwezi kupunguza shinikizo kwa Urusi ili isitishe vita hivi na ugaidi dhidi ya maisha ya watu wasio na hatia. Baadaye katika tafsiri ya Kiingereza ya ujumbe wake, Zelenski alifafanua kuwa hoteli hiyo ilipigwa na kombora moja badala ya makombora kadhaa kama ilivyoripotiwa awali. Mji wa Kryvyi Rih haukuwa pekee ulioathirika. Katika Odesa, Urusi ilifanya shambulizi kubwa kwa kutumia drones. Kulingana na gavana wa eneo hilo, Ole Kipal, mashambulizi hayo yalijeruhi watu wawili, kubomoa nyumba ya ghorofa mbili na kuathiri vibaya ya miundombinu ya umeme. Odesa, bandari muhimu kusini mwa Ukraine, imekuwa shabaha ya mashambulizi ya Urusi kwa miezi kadhaa kutokana na umuhimu wake wa kimkakati kwenye vita. Wakati Ukraine ikiendelea kukumbwa na mashambulizi makali ya Urusi, viongozi wake wanakabiliana na changamoto kubwa ya msaada wa kijeshi. Mbunge wa upinzani wa Ukraine, Oleksiy Goncharenko, ameonya kuwa uamuzi wa Rais Donald Trump wa kusitisha ushirikiano wa kijeshi na kijasusi na Ukraine umeweka nchi hiyo kwenye hatari kubwa. Akizungumza katika kipindi cha BBC Newsday, Goncharenko alisema hali ni hatari sana. Maelfu ya watu wako katika tishio kwa sababu ya hili. Tunapaswa kuwa wazi na Rais Trump kuhusu nia yetu kufikia makubaliano ndani ya masharti ya Ukraine. Katika mkutano wa kilele wa EU, Goncharenko anataka kuona hatua za wazi na za vitendo badala ya maneno matupu. Huwezi kuangamiza kombora la Urusi kwa tamko la kisiasa, alisema.